Linakujaje? Linakuja kwa sababu hivi karibuni serikali ya Kenya ilifanya maamuzi ya kwenda kuwasaka wapiganaji wa Al-Shabaab nchini yeah. Somalia yeah, baada ya kutokea matokeo kadhaa ya kutekonyara kwa wageni pamoja na watalii ambao wanatembelea nchi ya Kenya, kwa hiyo wakaona njia rahisi zaidi ni kuweza kuadhibiti ili wasiendelee kufanya vitendo hivyo viovu. Lakini baada ya kuchukua hatua hiyo ikaonekana kwa kile kinachoitwa ulipizaji kisasi, sasa wapiganaji yeah, wa Al-Shabaab nao wameanza kufanya mashambulizi ya hapa na pale. Sasa sisi Tanzania tunapakana na nchi ya Kenya, na sisi ni mmoja ni, ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa tunapoona kwamba linatokea tukio katika nchi jirani, ni vizuri sisi tukajiandaa vizuri, tukawa makini, tukatafakari na kuweza kuchukua hatua mapema, na, na hii sio mara ya kwanza. Tukumbuka mwaka 1998. Eh, ubalozi wa Marekani ulishambuliwa na kikundi na, na, na, na cha kigaidi na tukio la hilo lilo linalofanana likatokea nchi ya Kenya mwaka jana e, nchi ya Uganda pia e, iliwahi kushambuliwa na watu ambao wananasibishwa na, na, na, na, na Al-Shabaab na Al-Qaida, kwa sababu tunazo taarifa kwamba Al-Shabaab na Al-Qaida wana ushirikiano wa karibu sana. Lakini jambo jingine ambalo linatupa e, e, lina, natuweka katika nafasi ya kuamini tunaweza tukawa kwenye tishio ni kwamba wako Watanzania ambao wapatao kumi wamekamatwa mpakani na Somalia hivi karibuni. Sasa ee, baada ya kukamatwa tumekabidhiwa sisi vyombo vinavyohusika, tumekuwa vikifanya mahojiano nao na kuchukua taarifa zao kwa undani, ingawa wameachiwa, lakini tunaendelea kuwafuatilia ili itakapotokea jambo lolote, tayari taarifa zao tu, tunazo kwa sababu walisema walikuwa kwenye shughuli za kibiashara na kadhalika. Sasa tunaendelea ku, kulifuatilia kwa makini, lakini ziko taarifa pia, wako baadhi ya Watanzania ambao inasemekana wanawarubuni vijana wetu kwamba watawatafutia kazi e, wanaandikishwa majina yao, inasemekana wengine huenda wakawa narubuniwa ili waweze kupelekwa, lakini na hilo vyombo vya ulinzi na usalama vinalifuatilia jambo hili. Lakini la mwisho ambalo nalo e, linatufanya tuweze kuamini kwamba tuko katika hatari hiyo ni kwamba nchi yetu imekuwa ikiingiliwa iki na uhamiaji haramu hasa kutoka Somalia. Sasa inawezekana kabisa kabisa baadhi yao wakawa wana mahusiano ka, karibu ya karibu sana na kikundi cha Al-Shabaab. E, inawezekana wanaitumia nafasi hiyo ya kupita kwenye nchi yetu kwa kisingizio cha kutafuta maisha. Inawezekana baadhi yao wasiokuwa waaminifu wanaweza tu wakawa wana, wanafanya wanakusanya taarifa na kadhalika, ili kujua namna gani wanaweza kuendeleza vitendo vyao hivyo. Sasa nimeona ni vizuri haya Watanzania, e, waka wakalijua. Ile labda nieleze kwa kifupi, sasa Watanzania wanatakiwa kufanya nini kabla Watanzania wanatakiwa kufanya nini? kuna taarifa zozote pengine ambazo rasmi zinazoonyesha eh, hali ya sisi kuwepo pengine kwenye tahadhari ya namna hiyo, kwa maana ya taarifa rasmi pengine kutoka Al-Shabaab. Taarifa rasmi hazipo, lakini watu walioko, watu walio makini e, waswahili wana msemo mmoja, ukiona mwenzio amenyolewa we ujitie maji. Sasa husubiri mpaka, mpaka, maana ukapata ushahidi wa kutosha, unapoona jirani wako ambaye mko jirani e, anatokewa na jambo baya. Kwa hiyo sasa wewe unajiuliza, je, wewe uchukue hatua gani ili kuhakikisha kwamba jambo hilo ama lisitokee kabisa na ama likitokea kwa bahati mbaya lisiwe na athari. Sasa so, ndiyo kazi ambayo sasa. Kwa ujumla hatuna hatuna taarifa za moja kwa moja sema yale matukio manne ambayo niliyoyataja pale mwanzo yanatupa yana, yana, yana, yana nafasi ya kwamba sisi kama taifa sisi tunapaswa kuwa makini zaidi ya kulifuatilia jambo hili. Vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na vyombo vingine vya kimataifa vinakusanya hmm. taarifa za intelligence kuhusiana na jambo hili. Sasa hakuna taarifa za moja kwa moja, lakini kuna taarifa ambazo ni nusu nusu, tunaendelea kuzifanyia kazi na kuchukua hatua kwa mujibu wa hali itakavyojitokeza. Hili ni jambo ambalo linahusisha usalama wetu, kwa maana kwamba wananchi, na pengine hata itaingia kwenye mahali nyinyi kama nyinyi kama serikali, na kuna yale ambayo mnayafanya ya kiintelijensia ya kiusalama na mengine mengi. wa Tanzania kuna ya, kuna lipi ambalo wa Tanzania tunapaswa kufanya sasa ndio unaweza ta, kuchukua tahadhari katika kukabiliana na hili? Ni swali zuri. Unajua, wa Tanzania tuna tuna utamaduni ambao wakati mwingine kama sio mara zote si mzuri sana, wa Tanzania kwa sababu wanajiona ni watu wema, wanadhani wanadamu wote walioumbwa na Mwenyezi Mungu ni watu wema wakimuona mtu ni wakarimu sana. Sasa sema, dunia hii ni vizuri, Watanzania wakajua kwamba mazingira yamebadilika, dunia imeharibika, kuna watu waovu kweli, kweli duniani. Sasa kwa maana hiyo inatuweka kwenye nafasi kwamba tuwe watafiti na wachunguzi. Kwa vipi, tunawatarajia Watanzania watakapowaona watu ambao wageni wanafanya shughuli ambayo hatui hatuifahamu vizuri, au wanafanya mambo ambayo tunayatilia shaka, tutoe taarifa jeshi la polisi. Kwa madereva mara nyingi inasemekana wapo ambao wamekuwa wakisafirisha hawa wahamiaji haramu. Sasa nawaambia kwamba wakati sasa umefika wawe makini zaidi na wakati pakia, wa kuwapakia hao. Inawezekana wanatafuta maisha, lakini wajiulize, swala la usalama ni muhimu kwanza. Je, hao watu wanaochukua ni watu gani? Wanafanya mambo gani? Na pengine wanaweza kuwapakia lakini pengine hapo hapo wakatoa wa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, tukaweza kuchukua hatua. Tunaomba Watanzania, wakiona wako wenyeji raia wa Tanzania pamoja na wageni wananunua milipuko kwa wingi, basi tukiliona hilo tutu tuwe ni jambo ambalo la kwa nini huyu ananunua milipuko, tutoe taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Naomba wenye mahoteli na nyumba za kulala wageni pia wao wanawahudumia wageni kutoka maeneo mbalimbali, watakapoona wageni wapo, basi wawe na, na, na, na, na moyo wa uchunguzi kidogo, wawe wanatafuta taarifa, hawa watu wanatafuta nini hapa kwa wingi, wanafanya nini. Wakifanya hivyo itatusaidia sana, kwa sababu suala la ulinzi na usalama, wako watu ambao wanadhani, wasema ah, jeshi la polisi bwana, jeshi la wananchi si wanalipwa mishahara bwana, hata wanapoona jambo ovu wanaacha, kwa sababu watu ambao wameajiriwa kufanya kazi hiyo wako, lakini nasema tu suala la ulinzi na usalama ni letu sote, na hata ukiangalia Katiba ya Jamhuri ya Muungano, nasema suala dhamana na wajibu wa ulinzi wa nchi yetu si wa vyombo vya ulinzi na usalama tu, na kila raia. Kila raia anayo nafasi ya kuchukua nafasi yake katika jambo hili. kuna, kuna, kuna matatizo ambayo yamekuwa yakijitokeza sana, hata katika polisi jamii, ulinzi shirikishi, kitu kama hicho kimewahi kujitokeza, kulalamikiwa kwamba siri ya mtoa taarifa. Hili ni tukio ambalo linahusisha eh, naweza kusema ni kubwa zaidi ukilinganisha na, na zile ambazo zinaweza kujitokeza kama za wizi wa kuku za taarifa za kibaka na vitu vingine. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba hawa ambao wanasaidia kutoa taarifa wanakuwa katika mikono iliyokuwa au wanakuwa katika mazingira salama ya kufichwa? Zipo, zipo tuhuma na kwa sababu zinatolewa na wananchi ambao wanafanya kazi na askari wa jeshi la polisi katika medani hii ya polisi jamii na ulinzi shirikishi, wana watuhumu baadhi ya askari wasiokuwa waaminifu kwamba wanapotoa taarifa hizi, taarifa mwisho zinarudi kwa, kwa, kwa wahalifu. Sasa nasema si jambo la, la kulifanyia mchezo. Ni jambo ambalo tumekuwa tume tukichukua hatua pale ambapo tunapata ushahidi wa kutosha na kila ninapopata nafasi ya kuzungumza na wananchi, naomba kwamba askari hawa, askari ambaye ni askari halali wa jeshi la polisi, anayo namba hapa kwenye kifua, kwa inawezekana jina lake hulijui. Kama yuko mtu ambaye tunamtuhumu anafanya hivyo, basi turekodi tu kwa siri ile namba yake, alafu kama unaweza kuitoa kwa kiongozi wake wa juu, unaweza kufanya hivyo. Lakini mimi namba yangu ya simu eh, ee, naitoa tu kila mahali na nitahitaji baadaye pia tunaweza tukasaidiana sana katika kutoa taarifa kwangu, ili tukaweza kuwachukulia hatua hawa hao wanaofanya hivyo. Lakini lazima niseme, kwa sababu ni kweli, tuhuma hizo zipo, lakini tusivunjike moyo kusema kwamba tusisimamie jambo hili, kwa sababu wapo baadhi ya askari ambao sio waaminifu, wana wanatoa wana, wana taarifa juu ya watu ambao wamekuwa wakitupatia taarifa za uhalifu. Tusifanye hivyo, kwa sababu hata mzazi E, eh, kuwa na mtoto ni jambo zuri, lakini mzazi wakati wa kuzaa na kuwa na machungu sana. Sasa huwezi kusema tu huzai tena kwa sababu umepata machungu. Sasa sema ni jukumu letu kweli, wapo wako, wako baadhi yetu si waaminifu, lakini jukumu letu tusiache basi kutoa taarifa kwa sababu ni muhimu. Wako pia askari waaminifu tunawajua, pia wale ambao ni waaminifu tuwapatie habari hizi, wale ambao hatuamini tuwachenge na kuwatolea taarifa kwa mamlaka zinazohusika, ili sisi tuliopewa dhamana ya kuwajibisha tuwawajibishe kwa sababu, tukifanya hivyo hali ya ulinzi na usalama itaimarika zaidi. Kadi hii itakufanya uone maisha katika mwanga tofauti. Utapata huduma ya internet yenye uhakika na haraka kwa shilingi elfu kumi tu kwa wiki, uwezo wa kupiga simu kwenda mtandao wowote ndani na nje ya nchi kwa shilingi tatu tu kwa sekunde. Punguzo la bei kwenye migahawa na hoteli mbalimbali za kifahari, na kwa mara ya kwanza ukisikia unathaminiwa na kampuni yako ya simu, kwa sababu hii siyo kali ta hii nigekuhaswa kuishi Zi, Highlight Club, kwa sababu unastahili. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako au ndio kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha dakika 45 na siku leo ni naye waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Shamsi Vuai Nahodha, tukizungumzia masuala ya usalama. Nasema jamani, jukumu e, la salama la kwetu sote kama katiba inavyotuelekeza. Tukiona watu ambao kwa namna moja nyingine tunatilia na shaka, basi ni vyema kutoa taarifa ili kujua katika hali nzuri, kuzingatia sasa tishio la Al-Shabaab hasa katika nchi jirani ya Kenya tunapata tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, kitu kingine kipya hapa cha wahamiaji haramu wahamiaji haramu, yani umehusianisha hili jambo na uhamiaji haramu na, haramu na ya kwa sababu ya, ya, ya hali ambayo ipo na na yale ambayo yanaweza kujitokeza. Na hivi karibuni tu ulitoa siku 30 kwa maafisa wa uhamiaji nchini, kutoa taarifa za mikakati, udhibiti na uhamiaji haramu. Na pengine kuna kitu kingine ambacho cha hati tutakuja kukizungumza baadaye. Lakini ili wimbi la uingiaji wa uh, uh, uhamiaji haramu bado linaendelea. Ni, ni, ni, ni kweli katika jambo ambalo silipendi na Watanzania hawalipendi walione lina linatokea ni hili suala la kuwa na wahamiaji haramu wengi. Na sio kwamba tunalichukia tu kwa sababu tunawachukia wanadamu wenzetu, hapana. Ni eh, uzoefu unaonyesha kwamba wahamiaji haramu wanaweza kuwa na athari katika mambo matano katika nchi. La kwanza, baadhi yao wasiokuwa waaminifu wanaweza kuleta madawa ya kulevya au wakafanya biashara ambazo si halali. Hilo moja, na hilo jambo hilo nadhani kila mmoja wetu litamuathiri, kwa sababu watoto ambao wanaathirika na madawa ya kulevya ni wetu sote, ambao ndio wafanyakazi tunaowategemea kesho na kushukutwa sisi tukapopumzika. Lakini la pili, baadhi yao wanaweza kuingiza silaha au kushirikiana na majambazi, jambo ambalo linaweza likatuathiri sote na usalama wa nchi yetu. Jambo la tatu wako ambao wana, wanaitumia nafasi hiyo kuchukua eh, fursa za ajira ambazo zingeweza kutumiwa na Watanzania. Jambo la nne, wako ambao wanaweza kuingia humu nchini kwetu wakafanya vitendo vya uasherati na kusambaza maradhi yanayonasibishwa na ngono na kadhalika. Na jambo la tano, wanaweza tu hawa wakawa ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, watu tu ambao wanafanya biashara za kitapeli na udanganyifu kwa ujumla. Sasa ukiona hizo ni athari kubwa sana, kwa hiyo ni lazima sisi tugeupewa dhamana Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kupitia idara yake ya uhamiaji, ni lazima tuchukue hatua, kwa sababu athari hizi tukiziachia ni kubwa sana. Sasa jambo ambalo nimetoa ma, ma, maelekezo na kauli nzito pale Morogoro ni kwamba sisi tuna maafisa ambao tumewasomesha kwa kazi hiyo, kwamba wamesomeshwa mbinu na ujuzi wa kukabiliana na suala la wahamiaji sasa mimi siamini watu ambao wamekabidhiwa dhamana hiyo, wanalipwa kwa kazi hiyo, tutashindwaje? Maana anajiuliza wanatumia mbinu gani wale. Kama ni wanadamu na sisi ni wanadamu, kama wana akili na sisi tuna akili, kama wana mbinu na sisi tuna, kwa nini tushindwe kuweza kulisimamia jambo hili? Sasa sifurahi, naona kama kuna, kuna ulegevu, na yapo mawazo kwamba wako baadhi ya wa Watanzania wanawatuhumu baadhi ya wa maafisa wangu wanashiriki. Sasa nasema mimi sijalithibitisha, lakini nkiona ulegevu huu unaendelea ndio maana nimetoa mwezi mmoja sasa. Baada ya mwezi mmoja nikiona, nimewambia kwamba nipatiwe ripoti na sio ripoti tu ya, ya kukusanywa kusanywa. Maana wanasiasa tuna kawaida sisi, baadhi ya wataalamu wetu ukiwaambia unataka ripoti utaletewa ripoti peji arobaini, kama mtu anaandika dissertation ya ya ya ya PhD. Mimi sitaki ripoti hizo, mimi nataka ripoti ambayo haizidi peji mbili wahamiaji wengapi haramu wamepatikana kwa kila mwezi? Wako wapi? Wachukuliwa hatua gani? Fedha ngapi zimekusanywa katika kila mkoa unaohusika na suala la uhamiaji? Na makao makuu wamekusanya fedha kiasi gani katika kipindi cha miezi mitatu? Tuna mikakati gani katika kudhibiti na kuondosha kabisa suala la uhamiaji? Nielezwe hiyo katika kipindi cha miezi mitatu, na kama nilivyosema ama maelezo hayo yawe ya peji moja, peji moja na nusu, yameandikwa sana peji mbili, na ninafanya makusudi kwa sababu sitaki kubabaisha ku, ku, ku, ku babaisho, babaisho. Nataka kitu ambacho kinaingia akilini, nikisema ninaweza kusimamia na kufuatilia. Sasa pengine unaweza kuniuliza baada ya muda huu nitafanya nini? Baada ya mwezi mmoja pengine nitakute, Mwenyezi Mungu akinijalia uhai, tarehe 15 Desemba nitakute, uniulize baada ya hapo, nitakuwa ripoti nimepitia ripoti ambayo haikuniridhisha nitasema, na wale ambao nadhani hawawezi kwenda na spidi hii, kwa sababu ah, mimi, mimi, mimi nipo mimi ni waziri ambaye nimechaguliwa wizara ya mambo ya ndani, rais akinipenda sana na Mwenyezi Mungu akinijalia nikiwa hai, amenipenda sana, nitakuwa nakaa kwenye wizara hii miaka mitano tu kwa hiyo kwa hiyo ni muda mfupi. Wenzangu wafanya kazi wako miaka 30 35. wao wanaweza wana muda wa kufanya kazi pole pole. Mimi sina muda, nataka kufanya kazi ambayo naiona watanzania waiona, na, na pengine nasema kama rais amenipenda sana miaka mitano, naweza kutokea baada ya mwaka mmoja, maana ikifika Disemba Mwenyezi Mungu wakipenda nitakuwa natimiza mwaka mmoja. Sasa inaweza wizara hii nitaondoka baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu. Sasa nataka kuona kazi inayoonekana, kwa sababu muda wangu wa kufanya kazi e, ni mchache sana. Ndio maana nawasukuma wenzangu hawa wanisaidie katika kufanikisha yale niliyodhamiria. Dhamira yangu mimi nataka idara ya uhamiaji na taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara mambo ya ndani, kipindi changu kama nitakuwa nimejaliwa kama niliyosema miaka mitano Nataka Watanzania waone kwamba tuna taasisi hizi za mambo ya ndani, taasisi ambazo una weledi na ufanisi wa hali ya juu sana. Ndio ninachokitamani tukitokee, ndio maana wakati mwingine ninakuwa sina subra kidogo, kuwasukuma sukuma. Lakini kiongozi ni lazima awe na sura mbili. Kiongozi anatakiwa kuwa jabali na jasiri kama simba, lakini anatakiwa kuwa mpole kama sungura. Sasa yote hayo wawe katika wakati sasote, kuna muda wanaohusika wakifanya kosa Unastahamilia kidogo, unawapa muda, unastamia, unaelekeza. Sasa mimi nimewastahamilia mwezi mmoja, nimewaelekeza waache mambo haya. Wakifanya vizuri tutaenda vizuri, wakifanya vibaya ni lazima wawajibike, sababu sote sisi, mimi nadhani tusi tusiandikie mate na wino upo mimi nimekwambia, baada ya tarehe 15, sasa tusubiri, baada niangalie hicho kilichofanyika na hatua gani. Kama kiongozi, kama nilivyosema, nahitaji kutumia busara na hekma, nini litafuata? Kama kama kuna watu badala ya kuelekezwa hawawezi kufanya kazi hapo, hmm. pengine tuwatafutie nafasi ya kufanya kazi mahali pengine. Inawezekana hilo kabisa, kwa sababu kama kuna mtu kila ukimsukuma hawezi hawezi kufika, maana inawezekana mwingine ikawa uwezo wake mdogo, basi pengine tumpangie kazi ambayo inalingana na huu uwezo wake. Lakini kuna maafisa ambao walikuwa wametajwa kusema masuala mazima ya rushwa pia uli, uli, uli. Ndio, wapo wapo, na nilichokifanya na, na, nimemwambia bosi wao majina yote nimemtajia: fulani na fulani na fulani na fulani na fulani wanatuhumiwa. Natoa mwezi mmoja wajirekebishe. Baada ya mwezi mmoja, nafanya sensa tena. Je, wananchi wanapokwenda kwenda kudai huduma bado wanawatuhumu au wamejirekebisha? kama hawakurekebishwa kama, kama wamejirekebisha watakuwa ndio wame nitakuwa sasa nawafuatilia, ndio wamejirekebisha. Kama hawakujirekebisha hawatastahiki kufanya kazi hapo, pengine wafanye kazi mahali pengine, na nitapenda sana na mahali pengine watakapopangiwa, kama wenzangu wako wawakatae tu, ili baadaye wakose kazi ya kufanya. Kuna kuna, kuna, kuna swala pia la hati ulizungumza pia. Kuna, kuna nini hapo ukigundua kwenye hati, utoaji hati hati nini hapo kwenye za nini zipo, vipo zipo, zipo vibali ama vibali hivyo si halali, au vibali hivyo ni halali, lakini wanapewa watu wasiostahili. Kwa hiyo nalo nimechanganya nime, yeah. Pamoja pamoja nayo, utendaji mzima, no, no. wa idara <laughs> Kari hii itakufanya uone maisha katika mwanga tofauti, utapata huduma ya internet yenye uhakika. Mmoja aliotoa anataka ajaribu kutumia, kama si kujaribu atumie ile upande wake wa pili, ambao pengine utakuwa na machungu kwa wale ambao watakuwa hawakufuata kile ambacho anastahili kufanya. yeah. bila shaka katika <laughs> sehemu ambako <laughs> Kwa nini umeiweka vizuri, unasema ni kweli sasa Sura ya kwanza tayari ya upole kama sungura, sasa inafuata ya pili, sasa ujasiri na ukatili kama wasimba <laughs> Naanza taasisi moja moja kwa hiyo kwa hiyo tunakwenda kila ambapo nitasikia kuna kuna tatizo linalalamikiwa, tutakwenda tu na mwingine humo, hata kama zile hatua moja kwa moja sijasema, lakini tuna, tunaendelea kuchukua hatua. Kwa hiyo kila tutakapolibaini, nikaona hili ni, ni kubwa zaidi, kwa sababu kuna hizi huduma za haraka haraka ambazo zinatolewa na malalamiko yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo nikaona ni vizuri pale ambapo kuna malalamiko mengi zaidi tuanze kushughulikia, alafu pole pole tuhamie kwenye maeneo mengine kwa sababu huwezi kufanya mambo mengi kwa wakati wakati mmoja, lakini kuna kitu kimoja unasema, haki na wajibu. Sawa, mishahara kwao kidogo, mambo yao ni mazuri kweli kwenye wizara ya mambo ya ndani, sasa ukilinganisha na miaka miaka ya nyuma, katika upatikanaji wa, wa mishahara, lakini kuna malimbikizo ya sisi safari, likizo na nini hizi na zingine, na naziweka vizuri ili kusum pasi na na, na, na malalamiko kwa sababu rafiki ra, yangu, nadhani rafiki yangu semenyu se nadhani na, na, na, na umeliweka umelieleza vizuri. Mimi nilipoteuliwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi miezi kumi na moja iliyopita, tulikuta wizara ya mambo ya ndani pale, hasa kwenye jeshi la polisi, magereza na uhamiaji, kuna, kuna madeni mengi sana. Bahati nzuri tukazungumza na serikali, bahati nzuri namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaona umuhimu huo wa kwamba vijana wetu hawa wanafanya kazi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo tukajitahidi sana, pamoja na umaskini wetu tulionao na, na, na mahitaji makubwa sana ya fedha kwa ajili ya shughuli za maendeleo, lakini tukafunga mkanda tukahakikisha kwamba tuna, tunalipa madeni ya zamani. Kwa hiyo tumeanza kulipa madeni kuanzia miaka ya nyuma, pengine kuanzia elfu mbili na moja mpaka kufika elfu mbili na tisa elfu mbili na nane kwa hiyo sasa kuanzia 2008 11 hiyo miaka mitatu bado. Kwa hiyo utaona katika ilipofika tarehe 30 mwezi wa sita e, mwaka huu wakati ule tulipokuwa tunaingia kwenye kipindi cha bajeti tumelipa bilioni 19.6 kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, nani, kwa ajili ya madeni ya posho mbalimbali mbali za jeshi la polisi pamoja na madeni ya wazabuni magereza, karibu bilioni saba, uhamiaji na utu. Kwa hiyo kwa ujumla ni kweli hilo tumeliona, kwa sababu haki na wajibu ni watoto pacha. Tunapo mimi kama waziri, jukumu langu kuhimiza wafanyakazi wafanyakazi kwa uadilifu eh, na kwa bidii, lakini vile vile jukumu langu kubwa kuhakikisha kwamba kutetea maslahi yao, na mfano mzuri ni huo ambao tunafanya sasa. Tutahakikisha kwamba kwa miaka hiyo iliyobaki, kuendelea kujenga hoja kuanzia mwaka 2008 2009 10 na 11, tumalize madeni yote hayo. Lakini si swala hilo tu, hivi sasa tuna tumeshaomba serikalini e, kuanza kubadilisha e, kujenga hoja na tayari mmeshaandika barua kwa waziri mkuu kuomba uwezekano kama serikali itakuwa na hatuwa nawasa wa kuweza kuongeza ration allowance kwa ajili ya zimamoto, magereza, polisi na uhamiaji, ambayo sasa hivi wanalipwa shilingi laki moja kwa mwezi, ambayo ilipandishwa mwaka 2009 9 kuondoka elfu hamsini kwenda laki moja. Sasa mimi pamoja na viongozi wenzangu wizarani tunaona kwamba umepita muda hapa, karibu miaka kuanzia elfu mbili na tisa mpaka sasa, karibu miaka mitatu, hali ya maisha ime, imepanda. Ndio hoja ambayo tunaijenga sasa, lakini ni lazima tuangalie uwezo wa serikali kulifanya hilo. Sasa sisi, kama viongozi tume, tumependekeza kama serikali itakuwa ita, itakuwa na uwezo, itapata namna ya kuweza kulifanya jambo hili sasa hivi, sasa hivi hivi tufanye. Kama itakuwa imeshindikana tukuweza, basi katika bajeti ijayo Mwenyezi Mungu akipenda tulifanya jambo hilo. Tukifanya hivyo moyo na ari ya wafanyakazi wetu na na vile visingizio visingizio kwamba watu wanadokoa wa dokoa wakati mwingine ni kwa sababu hali ngumu ya maisha, ibakie tu sifa na hulka ya ubinadamu. Maana, binadamu hata kama umemlipa, hata kama leo ndugu yangu hapa, mtu kama ana tabia tu ya kukosa uaminifu, hata ukiamua kumlipa milioni kumi kwa mwezi. Wako watu wanapata fedha nyingi sana, lakini wanafanya mambo ya ovyo kweli na wako watu waaminifu tu lakini mshahara yao. Sasa nasema ni jukumu letu kuhakikisha kwamba mazingira ya kazi, maslahi ya kazi maslahi yanakuwa bora, na tukifanya hivyo mimi na matumaini makubwa taasisi hizi ambazo naziongoza hmm. Eh, kama nilivyosema, tutaweza kufikia ile dhamira yetu ya kuhakikisha kwamba itakuwa ni taasisi ambazo zi zitasifika kwa uwajibikaji na utekelezaji wa majukumu yao waliokabidhiwa na taifa. Kama wewe una unahusika kwenye hizi taasisi, basi pengine umesikia mambo mazuri kabisa kwa jeshi la polisi, magereza, zimamoto kwa upande wa eh, uh, ration allowance mambo pengine yanaweza kuwa mazuri, pengine serikali mambo yatakuwa mazuri, lakini zingatie tu kwamba hili linafanywa kazi ili pengine kuongeza ari ya utendaji wako, lakini usingoje hili katika kuwajibika, katika kazi, katika zako za uh, kila siku. Hapo mazungumzo taasisi hili vitambulisho, pia zoezi, mambo yanaenda vizuri, labda nilirudia lile lilolisema li, li, li, li, a uh, pengine kuweka vizuri, nasema sasa hivi hmm, ration allowance ni laki moja sasa tumejenga hoja sasa iweze kupandishwa kuondoka laki moja eh, kwenda laki moja na nusu Sasa swala la pili hilo ambalo umeliuliza ume, ume kwamba je, mambo mazuri, mambo yanakwenda vizuri katika vitambulisho eh, kama ambavyo nilivyozungumza nawe sasa hivi tayari tumeshapatiwa fedha na serikali karibu kama bilioni hamsini hivi kwa ajili ya fedha za malipo ya awali kwa ajili ya mkandarasi si, ili aweze kuagiza vifaa Eh, uh, ili aweze kuagiza mashine ambazo atazitumia katika kazi yake hii na tayari tumeshatoa na tayari wameshaanza kuagiza vifaa hivyo. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba wametwambia tunaweza tukachukua kipindi kama tangu pale tulipopatia fedha, tumepatia fedha mwezi uliopita. Itachukua kama miezi mitano hivi au sita. Kwa hiyo tunatarajia ifikapo mwezi Aprili mwakani. Tunatamani sana na mimi nitalisimamia hilo, tutasukuma watu wetu pamoja na huyo mkandarasi. Tuhakikishe kwanza vitambulisho vi katika awamu ya kwanza ambayo itahusisha ufanyakazi wote wa serikali, wanafunzi ambao wametimiza miaka 18. Hao ndio ambao tumekusudia kuanza nao na awamu ya kwanza. Umeona hili ni jambo kubwa, hatuwezi kulifanya lote nchi nzima tu, tuanze kidogo taratibu halafu tuweze kujifunza polepole, je, pole, tumepata uzoefu gani, kuna matatizo gani, ili tutakapokwenda kwenye awamu ya pili ambayo itawahusisha sasa wananchi kwenye maeneo mbalimbali iwe tayari kuna kitu ambacho tumeweza kujifunza. Kwa hiyo tunatumaini tarehe ishirini na sita wakati wa sherehe za muungano mm. tayari tutaanza kuviona vitambulisho vya awamu wa kwanza hasa kwa, kwa makundi ambayo ambayo tayari mmeshayazungumzia. Uh, kuna kuna kile mtu toa kumkatwa zungumza akasema kwamba ukiangalia uhamiaji na na hii vitambulisho vya taifa taarifa kama zina wanazozihitaji yeah. zinafanana fanana, fanana. Uh, hamuoni kuna sababu pengine hizi taarifa wakawa wana share yani, kwa maana wanaweza kuzi access mtu wa uhamiaji anaweza kuaccess taarifa ambazo zimeandikishwa na mtu wa vitambulisho pengine hii itasaidia hata enyedaasi. Suala si tu la, la, la kusema kwamba eh, mamlaka ya vitambulisho viwe na, na access. Mimi naona kwamba ni, ni wajibu kwa sababu madhumuni makubwa ya kutoa vitambulisho vya uraia ni ku, kuimarisha usalama ulinzi na usalama wa nchi yetu, kwamba tuwatambue watu wetu. Lakini si kuwatambua tu, tuwatambue na shughuli zao na wapi wanaishi, ili mtu akifanya jambo baya tuweze kumbaini. Lakini pia na wageni wetu tuwajue, wanakuja kwa shughuli gani, wanafanya nini na sasa wako wapi? Na kwa maana hiyo, ili tuweze kupata taarifa zilizo sahihi na kuhakikisha kwamba watu wanaostahiki wanapatiwa vitambulisho, ni e kwamba kuwe na mamlaka nne siwo na mashirikiano karibu sana. Sasa hata sheria tutaandaa utaratibu ambao uta, utawataka kuwe na wajibu huo lazima. Na tayari sheria zinapitiwa zina pitiwa na wataalamu kufanyiwa marekebisho e, mamlaka ya vitambulisho vya taifa yenyewe NIDA e, uhamiaji RITA ambao ndio nayo inakusanya vizazi na vifo halafu na, na okay. Halafu, mamlaka hizi za tawala za mikoa, kwa sababu kwenye viti na wakuu wa serikali za, za vijiji huko nao wanawajua watu wanaokaa kwenye maeneo yao, wanaofahamu wageni. Kwa hiyo mamlaka hizi nne zikikaa pamoja zifanya kazi, kwa hiyo suala la kuwa na taarifa sahihi juu ya raia wa Tanzania litakuwa rahisi zaidi kwayo, kwa hiyo nasema kwamba si suala la hiari, ni suala la wajibu, lakini mambo ya serikali yanafanywa kwa mujibu wa sheria kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba tulifanye ili iliwe na nguvu za kisheria ili kama kuna mtu eh, akikataa au akidharau, kuwe na hatua za kisheria ambazo zinaweza kuchukuliwa vitendo vya uhalifu sasa